Kutojitambua namna gani lakini, tukazungumzia elimu ya saikolojia. Sasa, sasa sasa sasa, twende ni kwa namna gani mtu anaweza kujitambua, hatua zipi azifanye za haraka ili arudi aweze kujitambua mm. Moja, jambo la kwanza la msingi mm. katika zile kanuni za mtu huyu na ambazo huwa tunamshauri mtu, mtu. Mm. kabla ajiendelea kufanya vitu vingine, jambo la kwanza lazima kwanza tumwambie kwamba je, ni mambo gani ambayo ukifanya mm. je, ni kwa sababu tunaanza kwenye eneo la mtu binafsi wewe ni nani? Tukitoka hapo unaenda kwenye kile nachokiweza. Baada ya kile nikichokiweza ndio linampa maoni. Sasa jambo la kwanza la kumsaidia huyu mtu ni kwamba je, una mambo gani ambayo unafanya kwa urahisi? Kwa sababu tunaanza kudili zaidi na uwezo wake, ili ule uwezo wake umpe leni nani? Umdefine yeye kwa sababu au au mtu fulani kwa sababu ya fulani, kwa sababu ya uwezo ambao uko nao. Je, ni mambo gani unafanya kwa unafanya kwa urahisi? Ndio jambo la kwanza. Je, ni mambo gani ambayo unafanya kwa amani hata kama hujalipo? Unafurahi. Unaelewa eh? Je, mm -hmm. ni mambo gani ambayo ukiyafanya ukiyafanya huko tayari akupe jina? Na kama unaweza uko kufanya biashara na huko tayari upewe ile jina la kufanya biashara. Unaona? Je, mm -hmm. ni eneo gani ambapo unahisi una kabisa kwamba hili nikilifanya litanipa influence ma, na maneno ya influence jio kwenye media, kwenye michezo, kwenye nini na nini. Tutamuuliza maswali ya, ya namna hiyo, akiendelea kujitafuta kwenye uwezo wake mm -hmm. inatupa urahisi za kwamba okay, mimi naweza kitu fulani inakuwa ni rahisi zaidi kuweza ku, kumplace au kumweka kwenye nafasi ambayo ile ile anaiweza yeye. Okay, sawa bana, kutokana mm, na muda, mtu anataka kupata kitabu hiki uh, kupata vipi? Anataka huduma yako ah, okay, mm, na namba za simu mm, lakini namba haina patikana mm -hmm. Yes, namba zangu za simu ni sifuri saba sita mbili mbili sita moja tisa tisa saba. Hiyo namba ya muda, lakini namba yangu ya Airtel ni sifuri saba themanini na nne arobaini ishirini na tisa sabini na saba. Na mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii natapatikana kwa jina la Mwalimu Baraka Mwajeka Facebook, YouTube, Instagram baraka underscore mwajeka. Okay, shukran sana. Naam, bila shaka mtazamaji, uh, kama ulikuwa pamoja nasi bila shaka umejifunza mengi. Ni nguvu ya kuanza maono, ni kitabu ambacho amekiandika nguvu ya kuanza maono yako, lakini shinde hofu ya kuanza tukiwa na madeti nzuri kabisa ambayo ilikuwa ni kujitambua zaidi. Naam, bila shaka mtazamaji, kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Gideon Pascal, na hapa studio tulikuwa na Baraka Mwajeka ambaye yeye ni mwalimu lakini mwandishi wa vitabu mbalimbali hapa nchini, vitabu vyenye mlengo wa kuleta mabadiliko chanya katika nafsi na akili ya mtu. Kufikia hapo hatuna la ziada. Endelea kutazama Mlima TV.